Mpaka sasa mfuko una thamani ya shilingi bilioni 748 bilioni mpaka sasa, na wakati mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mfuko ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 445. Kwa hiyo utaona ongezeko la takriban bilioni mia tatu ndani ya hii miaka minne ya, ya mheshimiwa ya uh, Dr. Samia Suluhu Hassan. Makusanyo jumla mpaka sasa yamefikia bilioni 991, ya na uwekezaji, nilisema jukumu letu moja wapo ni kuwekeza kile kinachobaki. Uwekezaji wetu ule tulioweka kwenye dhamana za serikali, kwenye mabenki, kwenye kiwanda chetu cha chai Mponde, jumla ni shilingi bilioni 480. Na katika jukumu hili tumeweza kuwafikia waajiri takribani asilimia 96, asilimia 96 ya waajiri walioko kwenye database yetu tumeweza kuwafikia, na database yetu inatokana na mifumo ya serikali kusomana, mifumo ya NSSF mifumo ya PPRA mifumo ya TRA na kadhalika, kama ambavyo mnafahamu tulikuwa tumepewa majukumu ya kwa kuhakikisha kwamba mifumo ya taasisi za umma inasomana, na katika kusomana huku tunaweza tukaona, eh, waajiri wa sekta binafsi, waajiri wa serikali. Of course ni almost, na ndio maana tunasema kwamba hawa asilimia 96 tumekushawafikia uh,